Ndugu wanahabari, nimeamua kuwaita leo ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza nikiwa na nia moja tu e, ya kuwataka mnisaidie kuhabarisha umma wa wananchi wa mkoa wa Mwanza, kanda ya Ziwa, na Watanzania kwa ujumla kwamba tunatarajia katika mkoa wetu wa Mwanza kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atafanya ziara maalum kabisa ya kikazi katika mkoa wetu kuanzia tarehe kumi na tisa. Lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atapokelewa uwanja wa ndege wa Mwanza tarehe kumi na tano kuanzia saa nane mchana. Kwa hiyo, nitoe rai kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza wote makundi mbalimbali mbali, kujitokeza uwanja wa ndege wa Mwanza kwa ajili ya kumlaki na kumpokea Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan akiwa anaingia katika mkoa wa Mwanza. Ndugu wanahabari, baada ya mapokezi yake Mheshimiwa Rais ataenda moja kwa moja mkoani Simiu ambako atakuwa na ratiba ya kazi katika mkoa wa Simiu. Kwa hiyo kwa upande wa mkoa wa Mwanza ratiba yake rasmi itaanza tarehe 19 tisa saa 5 mchana ambako Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atafanya kazi ya kuzindua daraja la Kigongo Busisi almaarufu kama daraja la John Pombe Magufuli. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Mwanza kujitokeza kwa wingi kuanzia mapokezi tarehe kumi na tano lakini tarehe e, kumi na tisa saa tano mchana tuwe tayari tumesha keti katika viwanja vya chuo cha ufundi Kaluande pale wilaya ya Misungwi ambapo mkutano wa wananchi na mkutano mkubwa wa hadhara utafanyika mara baada ya rais kuzindua daraja la Kigongo Busisi. Kwa hiyo tarehe kumi na tisa, baada ya kazi hiyo, mheshimiwa rais atakuwa na mapumziko hapa Mwanza na tarehe ishirini e, mapema kabisa saa tatu asubuhi Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atazindua mradi wa maji e, wa, wa Butimba. Mradi huu wa maji wa Butimba una thamani ya shilingi bilioni sabini na moja e, kama ambavyo daraja la Kigongo Busisi lina thamani ya shilingi bilioni mia sita na, na kumi e, kwa hiyo mradi wa maji utakaozinduliwa wa Butimba wenye thamani ya shilingi bilioni sabini na moja utazinduliwa kuanzia majira ya saa tatu asubuhi tarehe ishirini. Kwa hivyo wananchi wote wanaokaribiana na mradi huo wa maji wajitokeze pia kwa wingi e, kumpokea rais katika eneo la mradi wa maji Butimba, mradi ambao utatoa maji kwa takribani wananchi laki nne na elfu hamsini wa Mwanza na viunga vyake, ikiwemo wilaya jirani, na ni mradi ambao kwa siku moja unatoa maji takribani lita milioni arobaini e, na nane. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana na ambao we, utakuja kukomesha kabisa tatizo la maji katika jiji la Mwanza na vitongoji vyake. Ndugu waandishi wa habari, tarehe hiyo ishirini, baada ya uzinduzi wa mradi wa maji Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, majira ya saa sita kuelekea saa saba atakwenda kuzungumza na sungusungu sungu wa mkoa wa Mwanza. Sungusungu sungu hawa kama mnavyofahamu ni walinzi wa jadi, ni walinzi shirikishi. Kwa hiyo e, kwa kanda ya Ziwa na kwa mkoa wa Mwanza jeshi la sungusungu sungu, jeshi la jadi jeshi la asili ni miongoni mwa vyombo ambavyo vinatusaidia sana katika ulinzi na usalama. Kwa hiyo sungusungu sungu watapata fursa ya kusalimiana na Mheshimiwa Rais e, eh, kuanzia saa sita kuelekea saa saba katika uwanja wa CCM Kirumba. Lakini haina maana kwamba mkutano huo wa sungusungu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utazuia makundi mengine kushiriki. Kwa hiyo natoa wito pia kwa wanamwanza wote e, eh, kwa wingi kujitokeza katika uwanja wa CCM Kirumba tarehe ishirini ili kushirikiana na sungusungu wa mkoa wa Mwanza kumsikiliza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ziara ya Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu itakamilika au itahitimishwa tarehe ishirini na moja e, ya mwezi huu wa sita, ambapo kuanzia saa tatu katika viwanja vya Red Cross Ngomeni pale Kisesa ambao ni uwanja wetu wa utamaduni mwaka, wa kila mwaka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakwenda kuzindua tamasha la Bulabo ambalo limekwisha kuanza. E, kwa wiki mzima sasa linaendelea. Kwa hiyo atalizindua rasmi na tamasha hili litahitimishwa e, baada ya Mheshimiwa Rais kuondoka kwa maana ya tarehe ishirini na mbili. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ataelekea burabo tarehe ishirini na moja pale Kisesa. Kwa hiyo wananchi wote wa mkoa wa Mwanza wa Kisesa, wilaya ya Magu wajitokeze kwa wingi siku ya tarehe ishirini na moja. Sasa mwisho, ndugu waandishi wa habari, Ziara ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza ni ziara rasmi, lakini pia rais ndio amiri jeshi mkuu wa majeshi na kiongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama. Ni kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi kuhakikisha kwamba hakujitokezi matukio yoyote yanayoashiria kuharibu, kuvuruga ratiba na ziara ya mheshimiwa rais wa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mara nyingine tunapokuwa na viongozi wako watu ambao wanajitokeza aidha kwa maksudi kwa kutumwa kutaka kuchafua taswira ya ziara za viongozi. Wananchi katika maeneo hayo wanaruhusiwa wakiwa na ujumbe mbalimbali e, mbali, zenye kumpongeza, zenye kumweleza kero mbalimbali mbali katika maeneo yao wanaruhusiwa, lakini e, vitendo ambavyo viko kinyume na maadili haviruhusiwi, na nitumie fursa hii E, kuwataka wana Mwanza kuonyesha uungwana, kuonyesha mapokezi makubwa kwa kazi kubwa ambayo rais ameifanya, lakini wale wote ambao e, wanafikiria kuleta mchezo katika ziara za viongozi za namna hii, nataka nitoe wito, waache kufanya hivyo. Serikali imejipanga, iko macho, iko makini na asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Asanteni sana.